Mwezi na na kwa, kwa sababu tu hujafuata kanuni bora za ufugaji wa aina hiyo ya kuku. Na kama unafuga layers wale kuku mayai, wanaweza wakaanza kuchelewa kutaga na wakaendelea kukupotezea pesa zaidi, kwa sababu tu huna taarifa sahihi za jinsi ya kufuga kuku mayai vizuri. Na ndio maana tumewatengenezea Fuga App. Kupitia Fuga App, unaweza kupata mwongozo na mafunzo ya jinsi ya kufuga kuku wako ili wawe bora zaidi. Pia unaweza kupata ratiba ya chakula cha kuku kila siku, ukapata kukumbushwa na chanjo za kuku kupitia meseji za kawaida, lakini pia unaweza kurekodi matumizi yako na mauzo, ili mwisho wa mwezi ujue kama unapata faida au unapata hasara kwenye ufugaji wako wa kuku. Kwa hiyo anza kutumia Fuga App leo ili uweze kuongeza faida kwenye ufugaji wako wa kuku.